Wachezaji wamekaa uh, kambini Egypt kwa siku nadhani kumi, na pia tumepata siku kama tatu hapa. Nadhani mwalimu ameweka ameweka utaratibu wake ame ameonyesha wa, wachezaji wa kile ambacho anataka kifanyika katika mechi. Kwa hiyo kwa muda ambao timu imekaa katika maandalizi, siwezi kusema ati haijajiandaa ni timu tayari imeshajiandaa vizuri leo tutapata muda wa ku refresh kwenye mazoezi ya mwisho, lakini maandalizi yameenda vizuri na uhakika, wachezaji wote wako poa na wako tayari kwa ajili ya mchezo, wana hali, wana nguvu na tutarajie kuweza kupata mchezo mzuri katika siku ya kesho.